Bwana asifiwe ya rafiki yangu, ninakualika tena siku ya leo katika somo zuri sana ambalo linaenda kujibu hoja ya pili, ambayo somo lililopita tulienda kujibu hoja ambayo inayosema, je, ni kweli yakobo alimpiga mungu kabari? Ni kati ya hoja ambazo ziliulizwa na Dr. Sule na hapo tunaenda kujibu hoja ya pili. Hoja hii ya pili inasema, je, biblia amepewa nabii nani? Maana alisema ya kwamba utakapotoa neno biblia katika gamba la nje la biblia kile kitabu kinakosa jina kabisa, na akasema ya kwamba Biblia imetiwa mikono. Kuna wanatheolojia tu wa Kikristo ambao kuna baadhi ya masomo wameingiza mule ndani, kama ili somo kuhusu je, Yakobo ni kweli alimpinga Mungu kabali. Lakini pia yako mafundisho mengine mengi ambayo anasema kwamba Biblia yenyewe inajipinga, lakini inaonyesha ya kwamba kuna mikono imeingia. Sasa leo tutaenda kuiuliza Biblia, anachokisema ni kweli ama anachokisema ni matazamio yake mwenyewe. Je, ni kweli Biblia imetiwa mikono? Na swali la pili, je, ni kweli Biblia alipewa nabii nani? Je, na Biblia ni nini? Sasa tunapoenda kujibu hoja hii ya kwanza, lazima tujue nini maana ya Biblia yenyewe. Tutakapotambua maana ya Biblia tutaanza sasa kukichambua kitabu cha Biblia. Maana ndani kuna vitabu sitini na sita. Sasa tuchambue kwanza, tunaanza na fani, umbo la nje ya kazi ya fasi baada ya kutambua umbo la nje la kazi ya fasihi, tutaingia ndani sasa kuangalia maudhui. Je, maudhui yake ni yapi? Je, ni kweli imetiwa mikono? Je, ni kweli kuna namna ya janja janja hichi kitabu au kimekahaje? Tunaposema neno la Kiingereza Bible linatokana na neno la Kigiriki cha Koine Biblia, uh, ta Biblia, uh, ni, ni maana yake ni vitabu. Kwa hiyo tunaposikia neno Biblia au Bible maana yake ni vitabu Umoja inaitwa biblioni, biblioni maana yake ni kitabu kimoja. Kwa hiyo neno biblioni lenyewe lilikuwa na maana halisi ya kitabu, na likataja likaja kutumika kama neno la kawaida la kitabu. Kwa hiyo kwa wenzetu wa Giriki, ukisikia neno biblion inamaanisha ni kitabu, ukisikia neno biblos inamaanisha ni vitabu. Kwa hiyo Biblia imepewa jina hilo kwa sababu ilikuwa ni kitabu, ndani yake kuna maudhui tofauti. Kwa hiyo neno Biblia ni neno lenye asili ya lugha ya Kiunani, nao wao wa Yunani wanaita Biblosi. Neno hili linapotamkwa humaanisha maktaba au mjumuiko au mkusanyiko wa vitabu. Kwa unavyosikia neno Biblia inamaanisha ni mkusanyiko wa vitabu, ni maktaba ya vitabu. Kwa Wagiriki wakaita hii ni Biblia, wakaita jina hilo kwa sababu waliona ni mkusanyiko, ni kama maktaba. Kwa hiyo unavyoiita Biblia, kwa Wagiriki wanajua ni maktaba ambayo imesheheni vitabu mbalimbali mbali. Na ni kweli Biblia ni muunganiko wa vitabu sitini na sita na ndiyo maana ya neno Biblia yenyewe. A, Biblia ni kitabu kilichoandikwa na waandishi wasiopungua 40 ambao walikuwa sehemu na mahali tofauti, lakini kwa uongozi wa Roho Mtakatifu waliweza kuandika maneno yaliyouiana. Kwa hiyo hakuna sehemu yoyote ya Biblia inayopingana yenyewe kwa yenyewe, badala yake waandishi wote waliandika Biblia katika namna inayouiana. Ndio maana kitabu cha Petro kinasema unabii haujeja mahali popote duniani kwa mapenzi ya wanadamu bali wanadamu walinena yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila kilichoandikwa ndani ya Biblia kiliongozwa na Roho Mtakatifu kwa kupitia mwanadamu na ndivyo Biblia inavyosema na, na ndiyo uhalisia. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye alitumia akili yake kuandika Biblia, badala yake katika Biblia hivyo vitabu sitini na sita, kila aliyeandika aliongozwa na Roho Mtakatifu. Pamoja na hayo, siku hizi karibuni kumeibuka na vikundi mbalimbali vinavyoendesha mikutano inayojulikana kwa jina la mihadhara. Vikundi hivyo vimebua mafundisho yasiyo sahihi kwa kudai kuwa Biblia imetiwa mkono na si kitabu cha kweli. Hivyo, kupitia uchambuzi huu leo, tutaangalia mada mbalimbali kwa kuanza na mada hii tete juu ya ukweli wa Biblia, ambapo vitabu vyote yaani Biblia na Qur'ani vitatusaidia kutoa ufumbuzi. Je, ni kweli Biblia imetiwa mikono na Biblia amepewa nabii nani? Kwa kuanza kabisa Biblia imegawanyika katika makundi mawili, nadhani tunafahamu, tuna Agano Jipya na Agano la Kale. Sasa tunaposema Agano la Kale, lilikuwa linatambulika kwa jina la Tanaki. Tanaki ni kifupi cha sehemu tatu kuu za Biblia ya Kiebrania, yaani ni Tora, Neviim na Ketivim. Pia inajulikana kama Biblia ya Kiyahudi. Sasa kuna nini katika Tanaki? Tanaki inajumuisha aina nyingi ikiwa ni pamoja na historia ya simulizi, sheria, mashairi, hekima na theolojia, na inaanza na uumbaji wa dunia na kuishia na amri ya Koreshi ya mwaka wa 539 kabla ya Kristo, ambapo iliruhusu Wayahudi kurudi Yudea na kujenga upya hekalu lao huko Yerusalemu. Tunaposema taanaki ni msingi wa dini ya Kiyahudi na inachukuliwa kuwa ni neno la Mungu, historia ya Israeli na unabii wa Mungu kwa siku zijazo. Kwa hiyo taanaki kama taanaki, ndiyo agano la kale lilikuwa linaitwa taanaki, na agano la kale limegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza linaitwa Tora. Tora ni vitabu vya kwanza vya Biblia ambavyo vinachukuliwa kuwa sehemu takatifu zaidi ya Taanaki. Neno torati, maana yake halisi ni maagizo au sheria, ambavyo ni vitabu vifuatavyo. Kwa mfano hivi vitabu mnavijua: kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Hivi vinaitwa Tora, maana yake ni sheria au maagizo. Na katika maeneo haya matatu ya mgawanyiko wa Taanaki, hii tora inaheshimika na inachukuliwa kuwa takatifu kwa sababu ni maagizo ya Mungu. Tukumbuke torati, ndani yake kuna sheria kumi ama amri kumi, ten commandments, katika kitabu cha a, a, a, a, a. Kutoka sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 18 utaona Mungu ameweka commandments zake. Hata amri ya nne inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Yale ni maagizo na sheria, na ndio maana katika sehemu ya Agano la Kale sehemu hii ya Tora inaheshimika na kuonekana ni takatifu kwa sababu ni maagizo ya Mungu mwenyewe. Lakini tunapoita Tora au torati sio tu vitabu vitano vya Musa, badala yake Torati yenyewe imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni vitabu vitano vya kwanza vya maandiko ambavyo kwa jadi hivi vimeandikwa na Musa. Kundi la pili ni andiko zima la Kiyahudi, ama tunaweza Tora iliyoandikwa, na kundi la tatu ni mafundisho ya maadili ya rabi. Ama tunasema rabi ethical teachings Unavyoona kwenye Biblia inavyoandikwa torati, haimaanishi tu ni vitabu vitano, badala yake kuna sehemu imeandika torati ikimaanisha rabi ethical teachings, ama mafundisho ya kirabi. Lakini kuna sehemu imeandika tora au torati ikimaanisha the whole scripture au maandiko lote la vitabu vile 37 vya agano 39 vya agano la kale. Hata pale Mungu anavyomwambia na uh, Yoshua kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa sita kwamba kitabu cha torati kisitoke kinywani mwako, hakumaanisha torati ni vitabu vitano tu, badala yake alimaanisha makundi haya matatu: torati yenyewe vitabu vitano lakini afate ethical teachings zote za kirabi kwa sababu ndio wana Waisraeli, lakini cha tatu afate maandiko yote yaliyoandikwa katika kitabu cha agano la kale, ikijumuisha vitabu hivi vitano vya A Musa nadhani tuko pamoja. Kwa unavyosikia Mungu anavyosema nami nimempa mtumwa wangu Musa Torati, na Musa anavyosema ishikeni Torati hii kwa vizazi vyenu vyote, haikumaanisha tu ni vitabu vitano ila, alimaanisha makundi haya matatu katika Torati. Lakini kundi la pili linaitwa Nevi'im ama manabii. Vitabu vya nabii vinaelezea historia ya wa Wayahudi baada ya kifo cha Musa na manabii wa zamani uh, ambao ni vitabu vya manabii wa zamani kama kitabu cha Yoshua, Waamuzi, Samueli na wafalme ambao ni wa Samueli wa kwanza na wa pili, wa pili wafalme wa kwanza na wafalme wa pili. Tunavyosema manabii wakubwa tunaelezea Isaya, Yeremia na Ezekieli, lakini pia wako manabii wadogo ambao ni vitabu 12 kitabu cha Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Pia tuna kundi la tatu ambayo inaitwa Ketuvim. Ketuvim, kwa maana nyingine inaitwa writings ama maandishi. Haya ni maandishi pamoja na mashairi ya kidini na fasihi ya hekima kama vile Zaburi, Methali, Ayubu, Wimbo uh, Uliobora, Lutu, kitabu cha Maombolezo, Mhubiri, Danieli, Ezra, Esther, Nehemia na vingine vingi. Kwa hiyo tunapoita Tanaki ama Agano la kale, liligawanyika katika makundi matatu. Kwa yeyote anayesema oh, Agano la kale ishike Torati, vitabu tu, vitabu vya vya Musa, vitabu vingine achana navyo, maana Mungu alimpa Musa Torati, mm-mm, huyo hajui tunaposema Tora imegawanyika katika makundi matatu. Tunaposema Tanaki ama kitabu cha Wayahudi hiki ambacho kilikuwa kinaitwa Biblia ya Agano la kale ilikuwa, hauwezi ukaita ah, maandiko matakatifu ya Agano la kale kwa kujumuisha vitabu vitano vya Musa tu badala yake ulijumlisha vitabu vyote vingine ambavyo wamevigaa katika makundi mawili Kitivim, kundi la kwanza tumeona. Kundi jingine inaitwa NIV manake maandishi pamoja na hii nyingine wanaita vitabu vya manabii. Kwa hiyo hivyo vyote vilijumlisha kutengeneza agano la kale, lakini kulikuwa na watu wanaitwa Masoretes. Masoretes kwa jina jingine kwa Kiswahili wanaitwa Wamasora. Hawa walikuwa ni wataalam wa, wa ama wasomi wa Kiyahudi ambayo walifanya preservation pamoja na copyist of the scripture. Nikisema hivyo, namaanisha hivyo maandishi ya Kiebrania agano la kale, yalipitishwa na idadi ya vikundi tofauti ndani ya historia yake. Kuna kundi la kwanza naitwa Soferim, kutoka kwa Kiebrania likimaanisha waandishi, walikuwa ni wasomi wa Kiyahudi waliohifadhi na kunakili maandishi kutoka karne ya tano hadi ya tatu maana yake baada ya kutoka utumwani mwaka 539, amri ya Koreshi, wakatafutwa wasomi wa, wa, wa Kiyahudi ambao hao walifanya preservation ambao waliitwa wasoferi, mpaka kuanzia hiyo karne ya mm, karne ya tano hadi ya tatu. Lakini kukaja na kundi jingine ambao wanaitwa Zugoth. Wa Zugoth maana yake ni jozi za waandishi, walikabidhiwa jukumu hili hili katika karne ya pili mpaka ya kwanza kabla ya Kristo lakini kufikia mwaka wa 200 AD, kulikuwa na kundi jingine la wasomi wa dini rabbis, wasomi wa scriptures ambao walikuwa wanajulikana kama Tanaim. Hao wanaitwa jina jingine warudiaji ama walimu, walichukua jukumu hili hadi kufikia karne ya tano baada ya Kristo, na mpaka kufikia karne ya tano Biblia ilikuwa imeshatimia kuandikwa, ikijumuisha Agano la Kale na Agano Jipya, na walikuwa ni wasomi kabisa ambao walihakikisha wali wanafata misingi yote ya Biblia ambao katika mwaka wa sabini walikuja baada ya wanaitwa leta Rabbinic Judaism, ambao walikaa na kusoma na kuhakikisha wanafanya preservation ya maandiko. Lakini pia ni kuambie kitu kimoja, haya makundi matatu walifanya vitu vikubwa viwili. Moja, walifanya memorization of the scripture, maana yake walikariri agano la kale lote. Lakini pili, walifanya copyist, walikopi kwa sababu walikuwa wanaandika katika magombo. Baada ya karne kuvuka, gombo lilikuwa linachakaa. Gombo linapochakaa kile kilichoandika inabidi kihamishiwe kwenye gombo jingine. Kwa hiyo walikuwa wana wana copy kuhamishia vizazi kwa vizazi, kwa hiyo walikuwa wanafanya preservation, kwa hiyo walihakikisha kilichoandikwa na manabii ki kinakuwa preserved kwa karne zote, na ndio maana walianza makundi ya kundi la kwanza karne ya tano hadi ya tatu, kundi la pili ya pili mpaka ya kwanza, wengine wakaanza karne ile ya kwanza mpaka karne ya tano, walihakikisha wanafanya copy na kuhifadhi maandiko. Kwa maana nyingine ni kuambie Biblia kuna sehemu ilivyoandika gombo ilikuwepo ni uh, gombo ilikuwepo ni kama uh, ni wengine walikuwa wanatumia ngozi ambayo walikuwa wanaandika yale maandiko. Sasa Biblia kuna sehemu imeandika kitabu amesema Torati kwa sababu leo hii tukikwambia neno gombo yamkini unaweza usielewe. Kwa mfano Yesu anavyosema naye Yesu akafungua gombo la nabii Isa. Kuna wengine wanapata ukakasi gombo la nabii Isa ya maana yake ni nini? Kumbe ni gombo maanake, kulikuwa na lidude likubwa kama ligombo, nadhani unaliona hapa, ninakuonesha ambalo lilikuwa limeandikwa kitabu cha Isaya chote, na unakuta kingine kimeandikwa vitabu cha Kutoka, kitabu chingine labda cha cha Ezra na vitabu vingine vyote viliandikwa katika magombo kwa kipindi kile. Kwa sasa ili leo sisi tuelewe, baada ya fasiri kufanyika, ikabidi iandikwe neno kitabu, kitabu, kwa sababu tukikwambia, wewe utaanza kuelewa kupata picha, aha, kumbe gombo la Isaya inamaanisha ilikuwa imeandikwa kama hivi katika mfumo wa kitabu ili kuleta uelewa kwa watu. Lakini Torati yenyewe ni vitabu vitano, lakini ikiwa na makundi matatu, na kitabu kile cha Agano la Kale kilijumuisha makundi hayo matatu, wala hauwezi ukasema kitabu kile kuondoa hayo makundi matatu. Na kulikuwa na hawa watangulizi ambao walipita kwa karne hizo kuhakikisha Biblia haichuji, haitiwi mikono na kilichoshushwa na manabii kinabaki kama kilivyo na nikwambie nikutie moyo, Biblia haijatiwa mikono. Kilichoandikwa kwa uvuvio wa manabii kilitunzwa kwa uaminifu na wasoferim na watanaim na wadhugoth mpaka leo, Biblia ilivyotufikia. Lakini pia agano la kale lilipitia kitu kimoja kinaitwa canonization. Canonization maana yake ni kutangazwa kwa utakatifu wa agano la kale, ulikuwa ni mchakato wa kuvitambua vitabu vya agano la kale kuwa ni vyenye mamlaka na vilivuviwa na Mungu. Neno kanoni linatokana na neno la Kigiriki kanoni, ambalo linamaanisha fimbo ya kupimia. Mchakato ulikuwa wa maendeleo, huku jumuiya ya watu wa Mungu ikikubali taratibu maandiko yenye mamlaka. Vitabu hivyo viliandikwa na manabii na mitume wanaotambulika. Jumuiya ya watu wa Mungu ilitambua na kukubali vitabu hivyo kuwa ni vyenye mamlaka, kwa hata unavyoona uandishi ule walihakikisha wakifuatilia kwamba kilichosemwa na Musa kitatimia vile vile. Kwa hata hivi vikundi vya hawa wasomi Jewish scholars walihakikisha wanakopi kile kile kutoka kizazi hadi kizazi kuhamisha gombo moja kuja gombo jingine. Na jumuiya ya Wakristo ama jumuiya ya Wayahudi wa kipindi kile walikaa chini na kupitisha kuona kweli hiki ni kitabu kitakatifu na ndio maana Biblia ikatimia. Sasa msingi wa Agano la Kale ni upi? Msingi wa Agano la Kale ni Pentateuch. Pentateuch maana yake ni vitabu vitano vya Musa, ambayo imeunda na vitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Agano la Kale limegawanywa katika sehemu tatu: kwanza ni sheria, lakini manabii pia na maandiko. Kwa hiyo hauwezi kuita Agano la Kale kwa kudili na sheria tu kama ndugu zetu Waislamu wanavyoamini kwenye Agano la Kale, wao wanaamini kuhusu kitabu cha Zaburi na kitabu cha Torati na wanaamini kuhusu Injili pamoja na Qurani. lakini hivyo hivyo vitabu vingine, lakini hauwezi ukaita Agano la Kale kwenye imani ya Kikristo kwa kuhusianisha sheria tu. Lazima uweke sheria, manabii na maandiko. Sasa kwenye manabii, ndugu zetu wamekataa vitabu vingine, cha Isaya cha Isaya cha Yeremia, wamekubali kitabu cha Zaburi peke yake, lakini uhalisia ili uite Agano la Kale canonization imethibitisha lazima udili na sheria, manabii na maandiko, sehemu hizo tatu ambazo tumetoka kuziangalia. Na Biblia ya Kiebrania mara nyingi hujulikana kama Tanaki, kifupi kinachotegana majina ya sehemu hizi tatu. Kanoni ya maandiko ni orodha ya vitabu ambavyo kanisa linavichukulia kuwa ni vyenye mamlaka na vya kiungu. Kwa tunavyosema kanoni ni fimbo ya kupimia ambayo ilithibitisha Ha, ilithibitisha hivi vitabu na vikapitishwa kwamba ni maandiko matakatifu, na haikupitishwa tu na mtu mmoja, badala yake jumuiya ya waaminio ya, ya wa kipindi kile walivipigia kula, vilifanyiwa uchunguzi. Hawa wasomi Jewish scholars walivichunguza, wakamwangalia wa nabii kweli nabii wa Mungu, vikapitishwa katika fimbo ya kupimia. Ndiyo vikapitishwa kao viona agano la kale alikutiwa mikono, lilitimia karne zote, ilithibitishwa kabisa. Hiyo ndiyo Agano la Kale. Unapokuja kwenye Agano Jipya, hii ni sehemu ya pili ya kanuni ya Biblia ya Kikristo. Inajadiliwa mafundisho ya utu wa Yesu pamoja na matukio yanayohusiana na Ukristo wa karne ya kwanza. Asili ya Agano Jipya, ambayo ni sehemu ya kwanza ya Biblia ya Kikristo inaitwa Agano la Kale, ambalo linategemea zaidi Biblia ya Kiebrania. Pamoja zinazingatiwa kama maandiko matakatifu na Wakristo. Agano Jipya ni mkusanyiko wa maandiko 27 ya Kikristo yaliyoandikwa kwa Kigiriki cha koine na waandishi mbalimbali mbali, na yanaunda sehemu kuu ya pili ya Biblia ya kihistoria ya ki iliyokubaliwa sana katika tamaduni zote za Wakristo tangu enzi za mwisho za kale. Inajumuisha injili nne matendo ya mitume barua za Paulo na waandishi wengine pamoja na kitabu cha Ufunuo. Kanuni ilithibitishwa rasmi katika karne ya 4 AD kupitia mikutano ya kanisa, hivyo uh, kuimarisha nafasi yake katika nadharia na, na utendaji wa Ukristo. Uchambuzi wa fasihi unaonyesha kwamba maandiko mengi yaliandikwa kati ya karne ya kwanza ya kati hadi mwishoni mwa karne ya kwanza. Hakuna makubaliano ya kina kati ya wataalamu kuhusu tarehe ya maandishi ya mwisho ya Agano Jipya. Nakala za kwanza za Agano Jipya zinatoka katika karne ya pili hadi mwanzoni mwa mo karne ya tatu, isipokuwa kwa kwa kasahani ya papyrus ya 52 ambayo huenda iko tofauti iko tofauti. Kwa hiyo Agano Jipya ilipitishwa kupitia nakala nyingi zilizoandikwa katika lugha mbalimbali, pamoja na nukuu za makanisa, na ina tofauti mbalimbali. Uchanganuzi wa maandishi unatumia nakala zilizobaki kurekebisha toleo la kale kabisa iwezekanavyo na kufuatilia historia ya urithi wa maandishi hayo. Inakubalika kuwa Agano Jipya ni maandiko matakatifu pamoja na mila ya Agano Jipya kwa Wakristo wa Katoliki na wazee wa kizamani, wakati waumini wa Kikristo wa, wa, wa, wa kimahubiri na baadhi ya wa Wakristo wa zabuli wanaiona kama ni neno lililoongozwa na Mungu bila kuhusishwa na mila. Kwa hiyo Biblia yenyewe imethibitika na imethibitishwa kwa karne nyingi zilizopita, lakini tokea karne ya 18 wamenyanyuka critical scholars wengi ambao wakiipinga Biblia wakiisema baadhi ya mafundisho yamerahis kuhusu habari ya Wanefili, kuhusu habari ya Enoch ambayo haya masomo nimeshaelezea, na wengine wakisema biblia sio kitabu kitakatifu. Lakini biblia iliwekwa chini na wasomi walikaa, the early fathers church walihakikisha inafuatiliwa na inatimilizwa, na ndio maana mpaka karne ya tano biblia ilikuwa imeshatimia na imekuwa combined. Na ndio maana hata Agano Jipya lilipitia changamoto General Septimus. Kuna baadhi ya vitabu vilipitia ukakasi, vitabu saba vya vi Agano Jipya. Lakini baadaye vikakubalika, vikaonekana vitabu vya kiungu. Kwa hiyo tunapoita Biblia leo, haijatiwa mikono, imetimia. Sasa wengi wanasema imetiwa mikono kwa nadharia hii. Naomba nisikilize kwa makini rafiki. Biblia iliandikwa, Agano la Kale iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Lakini Agano Jipya imeandikwa kwa lugha ya Kigiriki na kutoka pale kuanzia karne ya nne mpaka ya tano, Biblia ilivyotimia, mataifa mbalimbali walianza kuifasili Biblia kutoka katika lugha ya asili ya Kigiriki na Kiebrania kuja katika lugha zao katika nchi zao, na kuanzia pale Biblia ikaanza kuwa kuchapwa katika lugha mbalimbali. Inasemekana mpaka sasa Biblia imeandikwa katika lugha zisizopungua milioni moja duniani. Na ndio maana ukija nchi yetu ya Tanzania Biblia ipo hadi ya Kichaga ipo. Biblia ya Kikwele ipo. Biblia ya Kizalamo ipo. Biblia ya Kinyakyusa ipo. Biblia ya Kiswahili ipo. Biblia ya Kifaransa ipo. Biblia ya lugha ya Kikoisani ipo. Lugha zote karibia, lugha zote walifasiri. Kwa hiyo kwa kutokana na fasiri hiyo, Biblia uh, ikapitia changamoto moja hii. Katika kila taifa na katika kila lugha kuna kitu kinaitwa language limitation ama language barrier. Mfano lugha yetu ya Kiswahili ina uchache wa kimisamiati. Kwa mfano Biblia ya Kigiriki imetaja neno moja, kwa Kiswahili inaitwa taji. Kwa lugha ya Kigiriki taji limetajwa katika namna mbili, yaani Kigiriki taji, kuna taji kwa maneno mawili tofauti. Kuna taji inajulikana kama daadema, kuna taji inajulikana kama ke kwa hiyo sehemu ilipotumika taji ya dadema ni tofauti na sehemu iliyotumika taji ya Stephanos. Taji ya Stephanos ni taji ambayo anavalishwa mtu aliyeshinda vita. Mfano, aliyekimbia riadha akashinda. Paulo anavyosema, nami nimepigana nene, nimevalishwa mede, anamaanisha ni taji ya ushindi. Ila kuna taji ya pili, ni taji ambayo mtu anavalishwa pasipo kuifanyia kazi. Mfano, mtu aliozaliwa katika familia ya kifalme baba yake anavyokufa, ama anavyorithishwa ufalme anavalishwa taji ile. Taji anayovalishwa ni taji ya royo, ni royo, ni royo ni, ni royo taji zeni, taji za kiroho za familia hizo za kichifu ama familia za za, za kifalme. Kwa hiyo unaona, lugha yetu ya Kiswahili taji ni taji, taji anayevalishwa mtu aliyehitimu form 4 ni taji, taji anayevalishwa mfalme ni taji, taji anayevalishwa mtu aliyoshinda riadha ama mapambano fulani ni taji. Kwa unaona, lugha yetu ya Kiswahili ina uchache kimisamiati hilo la kwanza. La pili, mfano kuna neno linaitwa kakos kakosi kwa Kigiriki, maana yake ni uovu, lakini neno kakos kwa Kigiriki lina maana nane. Kuna sehemu imeandika uovu ikimaanisha ni ugonjwa. Kwa mfano, Ayubu aliposema, mbona Bwana mateso yangu ni mengi juu ya uovu wangu, kwa kuna watu wanajiuliza, je, Ayubu alitenda uovu gani? Uovu uliotumika pale kwa lugha ya asili inamaanisha ni, ni ugonjwa akisema mbona mateso yangu ni mengi juu ya ugonjwa huu. kwa unakuta neno uovu kwa lugha ya Kigiriki yako maneno nane ambayo yote na maana tofauti, ila lugha yetu sisi ya Kiswahili uovu ni uovu. kwa hivyo kuna neno lingine linaitwa kupenda. lugha ya Kigiriki kuna maneno manne yakimaanisha upendo tofauti, ila sisi lugha yetu ya Kiswahili, kwa kuwa na uchache kimisamiati, neno kupenda ni moja tu. kumpenda baba ni kupenda, kumpenda mke ni kupenda, kupenda kiti ni kupenda. kwa neno kupenda linatumika katika nadharia zote. Mfano, neno jingine kulia. Lugha yetu Kiswahili kulia ni kulia. Lakini lugha ya Kiingereza ina sehemu zaidi ya sita inaelezea kulia. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya kumi na moja habari ya Yesu akalia. Biblia inasema naye Yesu akalia. Ukiangalia katika lugha ya asili inasema wept. Yesu akulia pale machozi, alilament. Wept or lament. Lugha ya asili inaonyesha Yesu aliomboleza. Kuomboleza sio tu kulia machozi, ila hilo ndio fungu fupi ambalo watu wanasema fungu fupi katika Biblia, Yesu akalia. Na ndio maana wengine wanasema inawezekanaje Mungu akalia? Mungu Yesu alipofika pale alilament, aliomboleza, ndio lugha ya asili inavyomaanisha. Ila mbele utaona naye Yesu akalia kwa sauti akisema, Lazaro toka. Lugha ya Kiswahili inasema kulia kwa sauti, Kiingereza kinasema, crowdish, anasema shouting shouting shouting shouting, maana yake ni kupiga yowe. Kwa hiyo Yesu pale akulia alipiga yowe. Kwa hiyo unaona, kuna kuna lugha lugha zetu zina limitation. Kwa hiyo unaona, uh, Swahili Union Version kuna changamoto baadhi ya vitu kuvifasiri. Kwa mfano Yesu alivyosema pale uh, uh, ukisoma uh, katika kitabu cha Mathayo habari ya Yesu anavyosema ya kwamba Hakuna habari moja anasema, angalieni msitende mema wachoni kwa watu kusudi nitazamo hao, kwa maana mfanya kama hayo mtoto thawabu kwa bayuni ile mbinguni. Alafu baadaye mbele, Yesu anaendelea na kusema ya kwamba msalipo msio kama watu wa mataifa ambao hupayuka payuka. Lile fundisho, kuna watu wanaelewa ya kwamba Yesu alifundisha ya kwamba tunaposali tusiombe kwa makelele. Hey, eh bwana asivyo. Ah no. Maana ya asili ya pale Yesu alisema msiombe kwa kurudia rudia maombi. Yaani ni hivi. Leo asubuhi umeamka, umemwomba Mungu, Mungu naomba unisaidie uh, leo niweze kupata fedha uh, katika kazi yangu, isifike mchana wa kuomba tena fedha. Ndiyo maana ya pale kwa. Unaona, hiyo ni lugha, lugha ina limitation, lugha na limitation. Hapo nimeongelea Kiswahili lakini hata Kiingereza kuna changamoto ukienda kwenye Kijapani kuna changamoto, ukienda kwenye a, a, katika malugha mengi duniani, katika lugha ya Kiethiopia kuna changamoto. Kwa hiyo, kutokana na language limitation imesababisha baadhi ya watu kuona kama Biblia imetiwa mikono, ila Biblia haijatiwa mikono, na ndiyo maana sisi ambao tunasoma theolojia tunajifunza lugha za Biblia, Kiebrania na Kigiliki, tunachimba kwa ndani kufuatilia asili ya neno lenyewe lilimaanisha nini, alafu tunahusianisha nyingine tofauti ili kupata jibu. Kwa hata wewe ili uwe mwanafunzi mzuri wa Biblia kaa kitako, tulia, fata version tofauti tofauti, tumia NIV, tumia Complete Jewish Bible, tumia American uh, Bible, tumia European International Bible, angalia wao wameandikia, kwa sababu hizo version zote zimefasiriwa kutoka katika lugha ya asili kama zilitolewa katika lugha ya asili hizo pia zinaweza zikawa na limitation za lugha. Kama nilivyokuambia tunavyofuatilia lugha ya asili kwa undani, ndiyo tunapata majibu kocha. Kukuambia rafiki yangu, Biblia haijatiwa mikono. Biblia imetunzwa na kuhifadhiwa kwa karne nyingi na imebaki kuwa takatifu vile vile vile vile, na mpaka karne ya tano Biblia ilikuwa imeshatimia ila kanisa la Roma ni Katoliki kuanzia karne ya tano, baada ya Mfalme Konstantini kujiunga na kanisa, kuingiza upagani ndani ya kanisa, yakaongezewa mafundisho mengine ambayo kuna vitabu saba vinaitwa Apokrifa, ambayo viliongezewa kutengeneza kitabu ambacho kinafikisha vitabu sabini na mbili ambayo kuna zile sita zilizoongezewa. Kuna kitabu kimoja kimeondolewa, ila kuna vitabu ambavyo vilikataliwa katika canonization ya Uh, Old Testament na New Testament kuwa temdi kama vitabu vya vya kimungu kwa sababu ndani yake kulikuwa na mafundisho ya wafu, ndani yake kulikuwa na mafundisho ya kimila, ndani yake kulikuwa na mafundisho ya kipepo, na pia vilikuwa havina uh, vilikuwa vina era nyingi, pia vilikuwa vina havina theological teachings. Vingine vikaja vikapitishwa. Kwa hiyo Biblia haijatiwa mikono, kila kitabu kimesimama vile vile. Bwana akubariki na Bwana akutie nguvu. Endelea kufuatilia vipindi vijavyo, tutaenda kujibu hoja tata ambazo zote zinahitaji maelezo ya kutosha. kama ndiyo se, siku yako ya kwanza kuhudhuria, basi ninakukaribisha sana rafiki. Unaweza kusubscribe ili kuendelea kupata hii uh, nchi tofauti tofauti zinazoendelea, lakini yamkini, unaweza ukawa ni mdau ambayo una maswali mengi unatamani kuuliza. Nadhani unaiona namba yangu hapo inapita, unaweza ukaandika tu swali na mimi nikanifikia. Kama kutakuwa na haja ya kukujibu kwa njia ya ujumbe ama kukupigia, nitapiga simu, ama kutakuwa na haja ya kufundisha kama hivi, nitasimama kufundisha. Bwana akubariki, twenzetu mbili